Ministries. Unajua jinsi mtazamo wa saizi moja kwa wote kuhusu mapenzi ya Mungu ni kusema kila mtu anaweza kufanya jambo hili, na kama nalifanya, nawe pia unapaswa kulifanya. Ni nini hutendeko unapoenda kununua nguo mpya? Basi kama wewe ni kama mimi Utaangalia nguo nyingi utaangalia nguo nyingi sana, utajaribu nguo kadhaa. Zingine unazofikiri unazipenda utazijaribu kisha useme hii sipendi kabisa, kisha zingine utafikiri hutazipenda. Ikiwa mtu atakushawishi uzijaribu, ambayo ni ngumu, utasema, unajua, hii inapendeza sana. Sikufikiri itaonekana maridadi kabisa, lakini kwa kweli inaonekana maridadi sana. Mara kadhaa nimewahi kuandamana na marafiki zangu kadhaa kwenda kununua vitu, marafiki ambao wana msimamo mkali kuhusu mavazi wanayoweza kuvaa na yale ambayo hawawezi kuvaa. Na nilikuwa najaribu kuwasaidia kuwa na mtazamo mpya, kwa sababu niliona kuna mavazi mengine mengi ambayo yanaweza kupendeza wakiyavaa. Na hakika si rahisi kumshawishi mtu ajaribu vazi lingine na aseme, unajua, ndio hii ni nzuri. Basi hebu tuseme nimeenda kununua vitu na tutahusisha zoezi hilo na swala la kung'amua mapenzi ya Mungu. Sasa unajua, kuna mambo mengine ambayo nitajua hayanifai baada ya muda mfupi tu. Unaonaje hii hmm? Hapana, hapana, si sote tunajua hiyo siwezi, sawa. Na je, hii hiyo, huoni kwamba nitapendeza na hii Sijui ilikuwaje, akafikiria anaweza kujaribu mavazi kama haya. Waliyabandika kwenye hanga. Sawa, hebu tuone. oh! Najua kitu cha kwanza ambacho Mewango atasema ni uwezi kuvaa mavazi haya, yanaonyesha mwili wa mtu. Jamani, huwa anapitia wakati mgumu sana kila anapovaa pamoja na Dave Haya basi, pengine nijaribu hii na nione mambo yatakuwaje hapa. Ah, jamani, hebu eh, tuone. Ah, si nzuri sana hii. Hapana, hapana, hii si nzuri kamwe. Hutapata kufahamu mapenzi ya Mungu kwa maisha yako ikiwa hauko tayari kujaribu vitu nisha tugundue ni nini itakufaa. Nilijaribu kufanya kazi na watoto kanisani, lakini hiyo haikunifaa. Niamini, nilijua siwezi na watoto hao pia walijua siwezi. Hiyo haikunifaa. Nilijaribu kushuhudia Injili barabarani, kwa sababu kanisa nililokuwa naenda wakati huo ulitilia mkazo sana kusambaza brosha za Injili na kushuhudia Injili barabarani. Na unajua nini? Nilifanya kazi hiyo, lakini haikunifaa. Siku, siku ifurahia, ilikuwa ngumu kwangu kuifanya, haikunifaa. Lakini unajua nilikuwa na uwezo wa kuongoza kikundi, niliweza kutia watu motisha kwa sababu nina kipawa cha uongozi. Basi nilifikiri sawa, ikiwa tutasambaza brosha za injili, si tena huko nje na kuzisambaza peke yangu, nitashirikisha kikundi cha wanawake na tutasambaza maelfu ya brosha. Basi msimu mmoja wa kiangazi nilishirikisha kikundi kimoja cha wanawake, baadhi yenu. Rose, unakumbuka? Basi tulienda mjini Fenton na tukaweka brosha hizo za injili katika kila gari tuliloweza kupata. Mimi pamoja na kikundi hicho cha wanawake tulisambaza brosha elfu kumi za injili msimu huo wa kiangazi, na na jambo hilo lilinisisimua sana. Nilikuwa nafuata ari ya moyo wangu kwa kufanya hivyo, na niliambiwa nifike mbele ya wazee wa kanisa na nikakaripiwa kwa kupanga zoezi hilo bila idhini yao. <laughs> Sasa unaona, mara nyingi unapofuata ari ya moyo wako, shetani atapanga kwamba mtu fulani aje kinyume na wewe. Lakini nilipokuwa nafuata mipango yao na nikawa naenda barabarani kila Jumamosi asubuhi na nikafanya kazi hiyo kulingana na matakwa yao, ingawa sikupenda kufanya hivyo na mbinu hiyo haikuwa inanifaa, nilipigiwa makofi na watu. Lakini nilipochukua hatua na nikafuata ari ya moyo wangu, nilizaa matunda mengi zaidi. Nikiwa peke yangu, sikuweza kusambaza brosha elfu kumi kila Jumamosi asubuhi lakini nilipofanya kile ambacho nilihisi Mungu alitaka nifanye nilijipata mashakani. Kuna mtu ananisikia? Nasema kuna mtu ananisikia. Kwa hivyo ni sharti uendelee kujaribu vitu. Wakati wangu wa kwanza, huduma ya runinga hauko umefika, lakini jaribu kwanza, huduma ya runinga. Hata hivyo, oh, unaonaje hii? La, la, la, hiyo hapana. Basi nikashirikisha baadhi ya wafanyakazi wangu, na sawa, amini usiamini, nilikuwa na vaasutu tu nyekundu ambayo ilikuwa na vitu vinavyoning'inia kila mahali. Niliona ilikuwa maridadi. Ningeinua mkono wangu na vitu vikajitokeza. Na ninachotaka kusema kuhusu mavazi kama hayo ni kwamba vitu vingine vinafaa kwa msimu fulani. Jamani, sasa huende kuna mambo unayofanya maishani mwako ambayo ni mapenzi ya Mungu kwa msimu huu, vinaonekana vinakufaa kwa msimu fulani, lakini havitakufaa miaka kumi au ishirini baadaye. Vitu vingine vitakutosha ukiwa na miaka ishirini, unajua na kuelekea, lakini havitakutosha ukiwa na miaka hamsini. Amen. Kwa hivyo usiogope kujaribu vitu sasa Unajua, kuna vitu ambavyo watu watakwambia kwamba kila mtu anaweza kuvifanya, yaani saizi moja inatosha kila mtu <laughs> sasa ukweli ni kwamba naweza kuvaa hii na initoshe, lakini itaharibu nywele zangu, na nyinyi nyote mnajua kwamba siwezi kubali hiyo, lakini Haya basi, ina mikono midogo hapa. Unajua, mtazamo wa saizi moja kwa wote kuhusu mapenzi ya Mungu ni kusema kila mtu anaweza kufanya jambo hili, na kama nalifanya, nawe pia unapaswa kulifanya. Hata sidhani hii itanitosha. Jinja aliweza kuivaa, nakwambia yeye amenishinda. Huwezi enda kufanya kitu fulani eti kwa sababu mtu mwingine anakifanya, eti kwa sababu inamtosha. Sijali hata kama ni saizi moja inatosha kila mtu, huenda mimi ndiye mmoja ambaye haitanitosha. Si kila mke wa mchungaji anapaswa kuongoza kikundi cha wanawake na acheze piano jamani. Haleluya! Ukweli ni kwamba si kila mke wa mchungaji ni lazima afanye kazi kanisani ikiwa hataki kufanya hivyo. Mmenisikia? Hata siwezi kuweka kitu hiki vizuri kwenye hanga, basi inajaribu <laughs> Wenzangu mtakuwa mnacheka usiku huu wote. <laughs> Weka hiyo hapo chini. Sasa nilijaribu kwanza huduma ya runinga kabla ya wakati wa Mungu, na nilichukua baadhi ya wafanyakazi wangu na tukakomboa studio moja huko mjini, na nikaamua nitakuwa na kipindi cha mazungumzo ambapo nitawahoji. Niliwachukua na wake kama watano hivyo waliokuwa wafanyakazi wangu na tukatayarisha viti vyao na kiti changu na tulikomboa kamera kadhaa hapo na tukapeperusha katika stesheni moja ya runinga. Na tatizo lilikuwa kwamba niliuliza maswali ya mahojiano, lakini sikuwapa nafasi ya kuyajibu. Mimi mwenyewe niliyajibu. Tungeketi hapo kwa saa moja na tukafanya mahojiano, lakini hakuna mtu yeyote alipata nafasi ya kusema chochote, kwa sababu sikuweza kufunga kinywa changu kwa muda ya kutosha ili niweze kuendesha mahojiano, na bado jambo hilo linanitatiza kidogo wakati mwingine. Na tulipokea barua zilizosema ikiwa Joisi atalika watu wa kuhoji, basi anapaswa kuwapa nafasi ya kuzungumza. Basi walikuwa wananifundisha. Unajua nini, nilijaribu vitu vingi. Nilijaribu kushuhudia barabarani, nilijaribu kufanya kazi na watoto, nilijaribu kujifunza kucheza gitaa. <laughs> Nilijaribu kila kitu nachoweza kufikiria, kisha hatimaye nilijaribu kufundisha halo hili fana, kisha nikajaribu kuandika vitabu. Wow, na sasa naweza kufanya hivyo pia, haleluya. Kisha Mungu aliponiweka katika runinga, wakati unaofaa <laughs> hiyo pia ikafana. Sasa tuko kote duniani katika lugha karibu themanini. Hiyo inaonekana ni kazi ya Mungu. Hatimaye nilipata kitu kinachonifaa, huu koti ninayoipenda sana. Napenda koti hii, haipati mikunjo ya nguo, inaonekana maridadi. Huwa napata sifa nikiivaa. Unaona, unapofanya kile kinachokufaa utajua na watu wengine watajua, wengine huenda wakawa na wivu lakini bado watajua. Amen jamani, Mungu apewe sifa kubwa. Haya, hata hii siwezi kuiweka kwenye hanga. Uzuri ni kwamba haipati mikunjo ya nguo. Sasa ikiwa utagundua kile ambacho Mungu anataka ufanye, huna budi kujaribu vitu kadhaa. Unaweza kusalia katika mashua yako ndogo isiyo na msisimko, au unaweza kutoka na ujaribu kutembea juu ya maji. Watu wanaojaribu vitu hufanya makosa. Watu wanaojaribu vitu wakati mwingine huhukumiwa na kukashifiwa. Watu wanaojaribu vitu ndio watu wanaotekeleza mambo. Ikiwa hutajaribu, kamwe kamwe hutagundua kile unachoweza kutekeleza. Ni sharti uchukue hatua na ugundue Uchukue hatua na ugundue. Sasa Petro alijaribu kutembea juu ya maji, na unajua nini? Aliweza. Esther alijaribu kwenda mbele ya mfalme bila kuitwa, na unajua nini? Mfalme alimkubalia akawa malikia. Lakini unajua alikuwa na mtazamo upya alipoenda mbele ya mfalme, nikiangamia basi niangamie. Na unajua nini? Nafikiri tunapaswa kuwa na mtazamo wa ujasiri zaidi. Tunahitaji kusema, sitasalia salama na maisha yangu yote niishi bila msisimko. Nitachukua hatua nitajiweka hatarini na nitagundua kile ambacho Mungu atatekeleza kunipitia mimi, nitagundua kile ambacho Mungu atanitekelezea. Unajua, katika Matendo ya Mitume mlango wa 16 napenda mistari hii, hatutachukua muda wa kwenda hapo, lakini Paulo na Sila, inasema walienda katika mji mmoja hadi mwingine wakihubiri. Kuna mistari kama tano hapo ambayo ni ya kusisimua sana, na inasema walijaribu kwenda mji fulani, lakini Yesu hakuwaruhusu ruhusu, kisha wakaenda mji mwingine kisha alijaribu kwenda mji mwingine, lakini Roho Mtakatifu hakuwaruhusu. Kisha wakaenda mji huu na ule na huu na ule, lakini kitu inachopenda hapa ni kwamba walijua kwamba walikuwa wameitwa kuhubiri kwa hivyo waliona, wakaanza kuhubiri katika mji mmoja hadi mwingine ili waone ni wapi watafanikiwa. Na unajua nini, Paulo alikuwa mtume mashuhuri, lakini hakusikia sauti ya Mungu vizuri kikamilifu. Wakati mwingine njia ya pekee tunayoweza kusikia sauti ya Mungu ni tunapochukua hatua ili tugundue mkono wake uko kwa kwa kitu gani na hauko kwa kitu gani. Mnanisikia? nasema wakati mwingine njia pekee tunayoweza unaona, watu husema nataka kusikia sauti ya Mungu, nataka kusikia sauti ya Mungu. Basi utajifunza kusikia sauti ya Mungu ukiwa tu, nena na Mungu. Hapana, utafikiria ndiyo, pengine hii, kisha huh, hii haikunifaa. Unajua, baadhi ya vitu navyojaribu kuvaa ni vikubwa sana kwako. Baadhi ya vitu ambavyo pengine utajaribu kuvifanya, huenda hutaviweza wakati huu, huenda hauko tayari kuvitekeleza, hujiamini, unaogopa, kila wakati unahisi kwamba ufanye kazi nzuri katika jambo hilo, basi usiendelee kufanya vitu hivyo. Tafuta kitu kinachokufaa, na nakwambia, kadri unavyozidi kuzeeka, ndivyo inavyozidi kuwa muhimu kwako kwamba kile unachovaa kinakufaa. <laughs> Amen, nakwambia, mimi nilikuwa navaa chochote kile, hata kama kikwa kina nifali mradi nikitumaridadi. Je, mko pamoja nami? Unajua nini? Mara nyingi watu watafikiria kwamba ni kitu kizuri kuwa juu ya jukwaa na watafanya kazi ya jukwaa hata kama haiwafai na inawafanya wawe na wasiwasi kubwa, na mwishowe wanakuwa ni watu wenye fadhaa kila wakati, hata inakuwa kwamba hawafanyi kazi nzuri jukwani. Eti kwa sababu kitu kinaonekana ni kizuri, haimaanishi kitakufaa. Siku hizi sivai vazi eti kwa sababu ni maridadi, ni lazima liwe linanifaa. Sitaki linibane sana kiunoni. Sitaki liniwashewashe. Sitaki linikwaruze. Sitaki linisumbue hapa juu niliumiza miguu yangu kwa ajili ya kuvaa viatu vyenye visigino virefu vya nchi nne na nikatembea-tembea katika jukwaa hili kwa miaka mingi, lakini sasa hapana, nina viatu vinavyonifaa vya akina nyanya, na sijali watu watanifikiria vipi. Amen, nina mshipi wa mpira kiunoni mwangu usiku wa leo huu, hiyo inanifanya nihisi hisi vizuri. Nimevaa blausi ndefu ili mtu asione ni nini kiko hapo chini. Kisha baadhi ya vitu navyojaribu kuvaa huenda ni vidogo sana. Hebu nione, niliona hayo yakiwa kwenye hanga. <laughs> Hiyo ni kusema, baadhi yenu mnafanya mambo ambayo ni madogo sana kwenu. Mna ujuzi mkubwa kuliko kile ambacho mnafanya. Jamani sasa, nasema mna ujuzi mkubwa kuliko kile ambacho mnafanya na mnahitaji kuchukua hatua na mtekeleze kitu kikubwa zaidi ambacho Mungu anataka mtekeleze. Usifanye vitu ambavyo ni usivai vitu ambavyo ni vikubwa sana, usivai vitu ambavyo ni vidogo sana, usivai vitu ambavyo havikufai. Endelea kujaribu mavazi mbalimbali mpaka utakapopata vazi sahihi kisha ulitekeleze pamoja na Mungu. Jamani Mungu apewe sifa. nina kitu kingine hapa ambacho nina uhakika hakiwezi kunifaa. Mnaonaje? Hata mimi sioni kwamba kitanifaa. Basi chukua hatua na ugundue. Wangapi kati yenu mtakuwa na ujasiri wa kutosha kugundua kile ambacho Mungu amewatayarishia? Basi hiki hapa kifungu kilichonisisimua. Hebu tuangazie mambo, Nyakati wa kwanza 28 na nataka sisi sote tuwe ndani kabisa ya mapenzi ya Mungu kwa maisha yetu. Nakumbuka wakati mwingine ni kwa msimu. Leo tulipita na gari karibu na majengo kadhaa hapa mjini, na tukaona mahali ambapo nilikuwa nafanya kazi nikiwa na miaka ishirini, na nilifanya kazi kama afisa ya kulipa mshahara na kama mhasibu. Ukweli ni kwamba mojawapo ya mara za kwanza, ni mara ya kwanza, nafikiri mara yangu ya pili, ya kumwona Dev alikuwa anafanya kazi mjini pia na nilihitaji kupelekwa nyumbani kwa gari baada ya kazi, na nilimwomba jamaa mmoja aliyefanya kazi na Dev. Jamaa huyo alijua nilikuwa na hitaji hilo, kwa hivyo akamwambia Dev, naye tayari alikuwa ameshaniona nje ya nyumba mamangu, na nilimvutia kwa hivyo alikuja akanichukua. Yote haya yalifanyika karibu na hapa tulipo, lakini unaona wakati huo maishani mwangu, ilikuwa sawa kwangu kuwa afisa wa kulipa mishahara na ilikuwa sawa kwangu kuwa mhasibu, lakini hayo haiwezi kunifaa kabisa wakati huu. Kwa hivyo usiogope kubadilika kadri misimu ya maisha yako inavyoendelea kubadilika. Unajua, nimeambia watu wengi mambo tofauti. Katika huduma yetu yamebadilika na yamkini kutakuwa na mabadiliko zaidi, na wakati mwingine huyo analetea mawazo, unaonaje kuhusu kuachana na kitu hiki, au una mawazo gani kuhusu jambo hili? Na unajua kimsingi mtazamo wangu ni upi wakati huu, sijaolewa na mtu mwingine yeyote ila Yesu na Dave, unajua hakuna kitu ninachofanya ambacho napaswa kuendelea kukifanya maisha yangu yote eti kwa sababu nimekuwa nikikifanya kwa muda wa miaka fulani. Ikiwa kitu hicho hakifai tena, basi sitaendelea kukifanya tena, kwa sababu nataka ukamilifu wa mapenzi ya Mungu maishani mwangu kabla sijatoka duniani. Na mara nyingi, ikiwa utashikilia kitu kipya, huna budi kuachana na kitu kingine ambacho ni cha zamani. Na mara nyingi huwa ni ngumu sana kuachana na kitu cha zamani. Jamani, baadhi yenu mnakabiliana na mambo ya zamani wakati huu, mnakabiliana na vitu ambavyo Mungu alishachoka navyo zamani sana. Ikiwa farasi amekufa kwa miaka kumi, sheria ni wache kujaribu kumsukuma ili akwe mlima. Badala yake teremka. Wangapi katina unaweza kufahamu wakati upako wa mungu haupo tena katika kitu fulani sawa? Ikiwa Mungu hayupo hapo, basi na wewe upasi kuwa hapo. Unajua, Daudi alitaka kumjengea Mungu hekalu. Alitaka kujenga hekalu ili liwe mahali pa kuweka sanduku la agano na hivyo basi liwe nyumba ya Mungu. Na alikuwa na uhakika kabisa kwamba alipaswa kutekeleza kazi hiyo, kiasi kwamba alianza kukusanya pesa na sadaka kutoka kwa watu. Basi akakusanya dhahabu na shaba na vitu vyote vya kujenga hekalu hilo, kisha Mungu akasema, hapana, sitaki ufanye kazi hiyo. Lakini hebu sikiliza hii, niliona hili jambo zuri sana ndipo mfalme Daudi akasimama kwa miguu yake, akasema Nisikilizeni ndugu zangu na watu wangu, mimi nalikuwa na nia ya kuijenga nyumba ya kustarehe kwa ajili ya sanduku la agano la Bwana na kiti cha kuwekea miguu yake cha Mungu wetu, hata nalikuwa nimeweka tayari kwa kujenga. Kwa hivyo alihisi ni kitu kilichofaa, akachukua hatua na kajaribu kukitekeleza, lakini Mungu akaniambia, wewe hutajenga nyumba kwa ajili ya jina langu kwa sababu umekuwa mtu wa vita, nawe umemwaga damu. Basi hapo yamkini, mimi ningefikiria inaonekana kama sitawahi kutekeleza kitu chochote kwa sababu nimekuwa mtu mbaya, walakini Bwana Mungu wa Israeli alinichagua katika nyumba yote ya baba yangu kuwa mfalme juu ya Israeli milele. Kisha anaendelea na kusema mambo mengi mengine, lakini cha muhimu ni hiki: Mungu alisema "Hutanijengea nyumba, huwezi kufanya hivyo, lakini unaweza kuwa mfalme." Kwa hivyo, si kwamba hakuweza kufanya kitu chochote, ilikuwa ni kwa ajili ya mapenzi ya Mungu kwa sababu alikuwa na damu mikononi mwake. Hiyo haingemzuia kuwa mfalme, lakini hakuweza kujenga hekalu la kuwekea sanduku la agano. Basi hata kama Mungu anakwambia huwezi kufanya jambo fulani, hiyo imaanishi huwezi kufanya kitu kingine. Na ningefikiri kwamba ingekuwa kitu kikubwa zaidi kuwa mfalme. Kama ingekuwa mimi, ningefikiria jamani, kama siwezi kukujengea nyumba nitakwaje mfalme? Basi tunahitaji tu kufuata uongozi wa Mungu. Amen. Wakati mmoja nijaribu kuwa karani wa mchungaji wangu lakini sikuweza. Na hata yuko hapa mchungaji Shelton, nilikuwa mshirika katika kanisa lake kwa miaka mingi sana. Nilijaribu kuwa karani wako ya wakati moja, lakini mwisho wa siku hiyo nilifutwa kazi, ndio kama nilivyosema. Hatimaye nilifungua kinywa changu ili nifunge na hiyo ikafana. Basi ndio maana tuko hapa, sawa. Kitu kingine ambacho nataka kuwazungumzia usiku wa leo ni kuwa na ujasiri wa kusimama imara bila kukata tamaa, na Mungu alinipatia mfano mzuri ajuaunapenda una kununua picha fumbo, wanapikan mai kusuluhisha picha fumbo. Sawa, karibu kila mtu hapa wangapikaten mai kukata tamaa kwa sababu hamukupata kipande kimoja na mkachoka kutafuta kipande hicho na hatimaye mkachana na fumbo hilo, sawa? Basi kwa kawaida watu hununua picha fumbo kwa sababu wanaona picha hiyo ni maridadi na unapoona picha hiyo huwezi kujua jinsi itakavyokuwa ngumu kusuluhisha picha fumbo hiyo, jamani. Sasa niliposikiliza mafunzo yangu ya kwanza zamani, siku hizo tulisikiliza kanda za kaseti, nilipata maono ndani ya nafsi yangu, nilisikia, utaenda kote duniani na ufunze Injili, utabadilisha maisha ya watu kote duniani. Nilifikiria, ndiyo, hiyo ni picha maridadi. Wow, lakini unapopeleka picha hiyo nyumbani, unasema, jamani, kumbe kazi hii ni ngumu hivi! Mpendwa, hivyo ndivyo ndoto yako ilivyo na vipande vingi. Jamani, kuna mtu yuko pamoja nami usiku wa leo. Jamani sasa. <laughs> Ndiyo mnaniona hapo wakati huu na mnapiga makofi na kusema wau wau wa wa wau, basi mlikuwa wapi nilipokuwa naokota miguu ya kaa kutoka kwa sakafu ili nipate mahali pa kufunza watu wengine kumi mahali fulani hapa St. Louis kwa mwaka wangu wa 30, mfululizo. Unajua, picha fumbo hii ina sehemu kubwa zenye mbingu na nyasi pia na sijui wewe lakini mimi nilichoka sana nikijaribu kuunda mbingu maishani mwangu, kiasi kwamba ningepiga kelele mpaka kichwa changu kipasuke. Wangapi kati yenu wanaelewa namaanisha nini nikisema hivyo? Hiyo inamaanisha unafanya jambo lile lile tena na tena na tena na tena na hutaki kuachana na jambo hilo kwa sababu ni hilo peke yake ndilo ulilo nalo, lakini unafikiria ikiwa ni lazima nifanye jambo hilo mara nyingine tena, nitang'oa nywele zangu pamoja na mizizi yake kuna yote, anaelewa kile ninachosema? Lisa, unaelewa hiyo? Unaelewa, sio? Amen naje? Wewe Chris, unaelewa hiyo? Ikiwa unaelewa hiyo, kwa pamoja nami utataka kutumia mfano wangu wa picha fumbo mahali pengine. Ndiyo, utachukua hii, sio tayari umeshamwambia nik nitafutie picha fumbo, na kwa mimi siwezi kukataa kumpa mtu kitu, hiyo si haki. Unajua, kwa kawaida huwa tunaanza kwa kupata pembe nne za picha hiyo, ni rahisi. Kisha tunaunda mipaka kisha nini hutendeka unapoona kwamba kuna kipande kimoja hakiko? <laughs> Baadhi yenu nikana kwamba mko katika hali hiyo wakati huu, mmesuluhisha sehemu ya fumbo hilo, lakini kuna kitu ambacho kinakosa, na mna uhakika kwamba mtengenezaji hakukiweka ndani ya sanduku la picha hiyo. Jamani, sasa nafikiri Mungu alisahau kipande hicho basi unajua nini, pengine kipande hicho ni kitu ambacho hutaki kiwe kwa namna fulani. Pengine kipande unachokosa ni kwamba unahitaji mtu mwingine akusaidie. Mm, watu wawili wameelewa hiyo. Unajua, pengine nataka kusuluhisha picha fumbo hii peke yangu, ili nikishamaliza niseme ona kitu nilichofanya. Lakini pengine Mungu anasema hutafanya kitu hicho bila mimi. Ni sharti uanze kunishirikisha katika kila kitu unachofanya, na ni sharti uanze kunipa utukufu. Acha kujaribu kufanya mambo kivyako. Jamani, huwezi kujibadilisha wewe mwenyewe, ni sharti mpe Mungu nafasi ya kufanya hivyo. Huwezi kumbadilisha mke au mume wako. Huenda hiyo ni ndoto yako, huenda hiyo ni ndoto yako, yako, lakini wacha nikuambie kitu, Mungu peke yake ndiyo anaweza kubadilisha watu. Amen. Jamani, sasa sisi sote tuna ndoto na maono na matumaini na mipango na maombi. Pengine ndoto yako au maoni yako si huduma ya kimataifa, yamkini si hivyo. Pengine unataka tu kurekebisha mambo yako binafsi na uondoke kwa madeni, sijui sijui. Pengine unataka mme wako anyoe ndevu zake, au unataka kupunguza uzani, sijui ni nini unataka. Lakini cha muhimu ni kwamba ndoto hutimia kupitia shughuli nyingi na juhudi nyingi zenye kutia uchungu. Unaomba kisha unangoja, unaomba kisha unangoja, unaomba kisha unangoja. Tunarithi ahadi za Mungu kwa imani na uvumilivu. Fumbo la maisha yako lina vipande vingi, lakini kila kitu hatimaye kitakuletea mema, kila kitu kinachoendelea maishani mwako wakati huu, ukimtumainia Mungu na umwamini. Sijali unapitia nini, yote yatakuletea mema, lakini ila tu kama hayo unayopitia atawekwa pamoja na mambo mengine ambayo huenda anakuja hapo mbele na hata bado huyajui.